Aliuza maji kwenye foleni ya magari, sasa ni mmiliki wa kampuni ya maji ya chupa. Kila asubuhi kabla jua halijachomoza vizuri, Nuhu alikuwa barabarani. Mikononi mwake kulikuwa na boksi la maji ya chupa. Alipita kati ya magari yaliyosimama kwenye foleni, akipiga hatua moja moja, akiita kwa sauti ya unyenyekevu, maji baridi maji ya baridi tafadhali. Jasho lilimtoka kama mtu aliyeoga. Moshi wa magari ulimziba puani, lakini hakuacha. Hakuwa na pakwenda wala mtu wa kumtegemea. Nuhu alikuwa na miaka ishirini na moja tu, bila elimu ya sekondari, bila mtaji na bila familia ya kumsaidia. Alipoteza wazazi wake akiwa na miaka kumi na nne akalazimika kulea wadogo zake wawili. Alikuwa baba na mama kwa wakati mmoja. Wakati wengine wanasoma shule yeye alikuwa barabarani akihesabu chupa alizouza badala ya kuhesabu kwenye daftari. Watu wengi walimpuuza, wengine walimtolea maneno ya dharau. Unapoteza muda kijana, walimwambia. Eh, haya maji hayatakutoa lakini, Nuhu hakujibu. Alitabasamu kwa ndani, kwa sababu alikuwa na kitu kimoja: imani ndani ya moyo wake. Kila alipouza maji alitenga shilingi mia mbili. Kila siku alihifadhi, polepole, taratibu. Alijifunza kuhusu biashara kwenye simu ya mkopo. Alisoma kuhusu packaging, branding na uchujaji wa maji. Baada ya miaka mitatu, akawa ameweka akiba ya kutosha, akanunua mtungi wa kuchuja maji, akaanza kujaza maji kwenye chupa. Ndoto yake ilianza kuonekana. Alipaita maji yake jina la Nuco Water. Akazunguka na baiskeli yake akipeleka chupa kwa maduka, ofisi na watu mitaani. Akaanza kuchapisha stika na kuandika ujumbe mdogo emaji, maji safi kwa maisha bora. Siku moja aliitwa kwenye maonyesho ya vijana wajasiriamali. Watu walishangaa kuona kijana mdogo alianza kuuza maji mitaani sasa ana bidhaa yake yenye ubora wa kipekee. Akaungwa mkono, akaongezewa mtaji. Leo hii Nuhu si muuza maji tena, yeye ni mkurugenzi wa NUCO DRINKS Ltd. Kampuni yake huzalisha maelfu ya chupa kila mwezi, anawaajiri vijana zaidi ya thelathini, na kila mwezi hupeleka msaada wa maji vijijini bila malipo. Wale waliomcheka zamani leo humshangilia kimya kimya, na yeye huongea kwa upole, "E, nilianza na maji ya barabarani, lakini sikuwahi kuwa na akili ya barabarani. Nilikuwa na akili ya kiwandani. E, mwisho kwa kila unachokipata, weka akiba, hata kama ni kidogo."